Wakulima wa kahawa kutoka eneo bunge la Tongaren kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kusuluhisha matatizo ya sekta hiyo. Kulingana nao, bei duni ya zao la zao la kahawa, ukosefu wa kiwanda cha kusaga kahawa, ongezeko la madalali na bei ghali ya pembejeo zimewakosesha faida. Wakizungumza baada ya kuzuru shamba la mkulima mmoja eneo hilo, kwa minajili ya kuhamasishwa namna ya kutunza kahawa, wakulima hao wamesema licha ya zao la kahawa kuwa na faida kubwa, bado wanahangaika kwa umaskini. Tafadhali watupatie pia hii plot, na alafu watuchengee factory. We imagine we are using hand pulpers, hand pulpers kupalupa kahawa, you can imagine how much time we shall spend uko na makunia tano, uko na makunia saba, and you are using a hand to pulp your coffee. Kama coffee research, tumekuja hapa siku ya leo ili tutangamane na wakulima tujue zile changamoto ambazo wanapitia, so na pia kuwaelimisha kwa zile mambo ambayo wanafaa kuyafuata ili waweze kupata mazao bora. Changamoto yetu ambayo tunapitia kwa kahawa ni kupata tu mbolea ya kutosha, sababu pesa sahizi imekuwa ngumu Awezi lisha kahawa yako vile natakikana, saidi sana hata spray ndio shida sana.